Karibu katika chaneli yetu ya Mawese Tanzania One. Na leo nitaenda kuongelea kuhusiana na vifaa vinavyohitajika katika utengenezaji wa sabuni. Usisahau kusubscribe kwa kugusa alama ya chini hapo iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kusazama video zetu pindi tu tutakapokuwa tukiupload. So gusa alama ya chini hapo iliyoandikwa subscribe ili uweze kusubscribe. Kwa kifaa kimoja hapo ambacho kinahitajika katika utengenezaji wa sabuni pipa ambapo pipa huwa linatumika katika utumika kukorogea kemikali, lakini pia hutumika na pia hutumika katika kukorogea sabuni. Hivyo basi ni vyema ukitaka kutengeneza sabuni ukawa na mapipa mawili, moja linaweza likawa nusu kwa ajili ya kukorogea sabuni, na lingine linaweza likawa wazima kama unaloliona kwenye picha hapo, ambapo ukawa unakorogea na sio tu lazima pipa, unaweza ukatumia pia kama jaba katika utengenezaji wa sabuni na ukaweza kutengeneza. Kifaa cha pili ambacho ni muhimu katika utengenezaji wa sabuni ni ndoo. Ndoo huwa na umuhimu sana, kwa sababu ndoo huwa inatumika katika kuchotea kemikali, lakini at the same time hutumika pia katika kuchanganyia rangi. hivyo basi katika utengenezaji wa sabuni unatakiwa uwe na ndoo twist mbili ndoo kubwa na ndoo ndogo, ambapo ndoo kubwa utaitumia katika kupimia kemikali na ndoo ndogo utaitumia katika kukorogea rangi. Kwa hiyo atristi uwe na ndoo mbili, ndoo kubwa pamoja na ndoo ndogo, kama zinavyoonekana hapo. Kifaa cha tatu ambacho kinatumika katika utengenezaji wa sabuni ni hydrometer. Hydrometer huwa inatumika katika kupimia baada ya kuchanganya kemikali yako na maji. Hydrometer huwa inatumika katika kupima kemikali ili kujua kwamba ipo tayari kwa matumizi au kwa ajili ya kutengenezea sabuni. So hichi ni kifaa cha umuhimu sana, inabidi mtu kuwa, inabidi mtu kuwa nacho katika utengenezaji wa sabuni kwa so, sababu kina umuhimu mkubwa sana sana. Kifaa cha nne ambacho kinahitajika katika utengenezaji wa sabuni ni meza na vibao, ambapo meza na vibao hutumika katika katika kukatia sabuni ambayo ipo tayari au imesha imesha kauka au tayari kwa ajili ya kukatwa. Kifaa kingine kinachotumika katika utengenezaji wa sabuni ni moldi au, moldi au sanduku huwa linatumika katika ugandishio <tutu>